Vita ya kisiasa na kiutendaji baina ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Paul Makonda, na mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Mrisho Gambo, inazidi kuacha sintofahamu miongoni mwa jamii ya Watanzania, huku Makonda akionekana kumzidi kete mbunge huyo kwa mbinu anazotumia. Mapema mnamo asubuhi ya tarehe 20 Mei 2025, kukiwa na hali ya mvua za hapa na pale jijini Arusha, Makonda ameonekana katika kata ya Sekei akiuisha taarifa zake kwenye daftari la kudumu la wapiga kura hatua ambayo imeongeza fukuto baina yake na Mrisho Gambo. Mivutano hii inatokana na tofauti za kiutendaji na kisiasa. Makonda ameonyesha juhudi za kuwaletea maendeleo wananchi, akisimamia miradi ya maendeleo na kupambana na rushwa. Hali hii imewafanya baadhi ya watu wakiwemo wa madiwani kumtaka Makonda kugombea ubunge ili kuleta mabadiliko zaidi. Kwa upande mwingine, Makonda ameonekana kuwa na hamu ya kurudi katika siasa za kitaifa, akijivunia alama alizoziacha katika nafasi ya katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Akizungumza baada ya kuboresha taarifa zake katika mojawapo ya vituo vilivyopo katika kata Sekei, Makonda amesisitiza ulazima wa Tanzania kuboresha taarifa zao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Unaenda kwenye kituo chako, unapiga kura, unamchagua diwani wako, unamchagua mbunge wako, unamchagua na rais unayemtaka kukuongoza kwa miaka mitano ijayo. Walengwa ni watu kama mimi. Mimi nilikuwa naishi Dar es Salaam. Nimehamia hapa Arusha. Kwa nimehamisha taarifa zangu rasmi za kutoka Dar es Salaam Mikocheni kwenye kituo changu cha kontena na kuhamishia hapa kituo changu cha mahakamani. Kwa mimi ni mpiga kula halali wa mkoa wa Arusha, jimbo la Arusha na kata yangu ya Sekei. Kwa kwako wewe mwananchi unayekaa katika mkoa wa Arusha ambaye hujahuisha taarifa zako na kuomba nafasi hii ya upendeleo iliyoongezwa na gharama kubwa ya serikali ili wewe tu upate haki ya yako ya msingi ya kuchagua viongozi unaowataka wa kuongozi kwa miaka mitano, nenda kwenye kituo kimoja kati ya vituo mia tatu thelathini na moja vilivyoko kwenye mkoa wetu wa Arusha. Baada ya kuhuisha taarifa hizo, Makonda alikwenda kufanya ukaguzi wa ujenzi wa madaraja mawili ya King'ori yanayojengwa katika barabara kuu ya Arusha Moshi na kuridhishwa na maendeleo yake kutokana na kasi na ubora wa ujenzi wa madaraja hayo ambayo ni kiunganishi muhimu kati ya mikoa ya Kilimanjaro na Arusha. Akiwa bungeni jijini Dodoma Januari 6, 2025, Gambo alikusudia kuwasilisha ombi kwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega kuhusu ujenzi wa barabara Kiseria Mushono ili kupunguza foleni kuelekea mashindano ya Afcon 2027. Hata hivyo, Makonda alikosoa hatua hiyo akisema kuwa maombi hayo yalishajadiliwa katika vikao na kwamba Gambo alikuwa akifanya hivyo kwa sababu hakuhudhuria vikao vya awali. Mvutano kati ya Paul Makonda na Mrisho Gambo ni kielelezo cha changamoto zinazoikumba siasa ya Tanzania, hasa pale viongozi wa chama kimoja wanaposhindwa kushirikiana kwa manufaa ya umma. Ni muhimu kwa viongozi hawa kuweka mbele maslahi ya wananchi na kujenga umoja ili kuleta maendeleo endelevu katika mkoa wa Arusha na nchi kwa ujumla.